Wapendwa, karibuni kwenye mafundisho yetu ya kujitambua. Jina langu Majalia Machinda itungano ya Wabuchi. Bado niko kwenye hiyo kurunzi ya mada mfululizo au series ambayo ni maeneo ya kujitambua, ninapokuletea hii mada ya nne. Tutaichambua pamoja, ili tuweze kuelewa ni jinsi gani twaweza kujitambua kiroho ya tano kwenye mada yetu ya kujitambua kiroho ni mtazamo wa Kiafrika wa kiroho. Tunataka tuangazie kwa haraka haraka, wa Afrika wanaelewaje hili jambo la kiroho, jambo kiroho wanalielewaje? Katika utamaduni wa Kiafrika, roho si kitu cha mbali bali ni chanzo cha uhai. Waafrika wanaelewa kwamba roho ndio chanzo cha uhai. Kama nilivyokuambia, mbegu inapotoka kwa baba ni uhai ule, unapandikizwa kwa mama, alafu mwili unatengenezwa kwa mama, mtoto anatoka akiwa kiumbe hai. Kwa hivyo, sio kitu kinachoachana, ni vitu vinavyofanya kazi kwa pamoja. Roho inafanya kazi na mwili, maana matendo ya roho hayaonekani kwa macho, bali kinachofanya haya matendo yaonekane yakipita kwenye mwili, mwili ndio unaleta action za kuonekana. Mtu anapokuwa na usawa wa kiroho anakuwa na nguvu ya ubuntu. Hii ndiyo taswira ya mtazamo wa Kiafrika kuhusiana na neno kiroho, na mtu aliye na nguvu ya ubuntu ana upendo, utu na mshikamano, vitu vitatu vinavyounganisha ubuntu au ule utu ni upendo, utu na mshikamano. Kwa hiyo kujitambua kiroho si safari ya mtu mmoja tu kwenye taswira ya uelewa wa Kiafrika, bali ni safari ya jamii nzima kuelekea upatanisho na amani. Ili muwe na amani lazima muwe na ubuntu, Roho ya ubuntu ya kuleta vitu pamoja, kujua kwamba hauwezi kukamilisha kitu ukiwa mwenyewe, unahitaji watu wengine ili kukamilisha kile ulichokianzisha. Hivyo ndio maana unakuta sherehe nyingi zinazofanyika kwa Waafrika zinaunganisha watu wa jamii nzima, wanakuja pamoja, na hizo sherehe zina, zinanoga sana ikiwa watu wanaokuja pamoja wanajuana sio kama sherehe za kuokota watu barabarani. Kama ni sherehe ya kuoa na kuolewa, inahusisha jamii nzima ya watu wanaojuana na wale wanaooa na kuolewa. Kwa hivyo inanoga, maana unajua fulani fulani yule yuko pale, fulani yuko pale pale ful... mnajuana kwenye hiyo jamii. Huo ndio ubuntu. Mtoto amezaliwa, kuna sherehe kwa Wabantu. Hiyo sherehe inatengenezwa kwa watu wanaojuana na na ile na ile familia iliyoleta mtoto kwa hivyo wanaamini kwamba kitu kikifanyika kiroho kinafanyika kwenye viwango vya mtu kushirikiana na watu wengine ili kuleta majibu chanya kwenye mwelekeo mzima wa utambuzi wa kiroho. Kwa hivyo Waafrika wanaamini ubuntu, kiroho kiko kwenye ubuntu, yaani upendo, utu na mshikamano. Huwezi kufanya mwenyewe, ndio maana wana amini sana mambo ya michango michango. Inafanyika kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya ile ile jamii, na michango inafanyika ili kila mmoja ajisikie yeye ni sehemu ya hiyo jamii. Itakuwa haina maana sana mtu anafanya sherehe na anaigharamia yote mwenyewe, lazima achangiwe kwa ushirikiano wa kuona kwamba hawa wengine wana umuhimu kwenye hiki kinachofanyika. Kukiwa msiba, watu wanachangia ili kuona kwamba tunalia pamoja na hawa waliofiwa, sio kwamba aliyefiwa anatengeneza uniform anatengeneza nguo zake, kila kitu anatengeneza kwa gharama zake. Hapana, lazima jamii inayomzunguka ilete michango kwa jinsi ya kuonyesha wanalia pamoja na aliyefiwa. Kwa hivyo ubuntu ndio interpretation hiyo, ndio taswira ya uelewa wa kiroho kwa Waafrika. Kabla tufike mwisho wa hii mada, nataka nikupe neno la kuzingatia, naomba uzingatie haya. Kujitambua kwenye eneo la kiroho ni safari ya maisha yote, it's an ongoing journey, siyo ya leo au kesho umemaliza. Hapana, inachukua muda ili kufikia wewe kujitambua kiroho. Kujitambua kwenye eneo la kiroho ni ufunguo wa maisha yenye maana, ni ufunguo wa maisha yenye maana. Ni mwaliko wa kuungana na nafsi ya ndani yani, it's a wake up call. Inakwambia uende ureconcile, ujiunganishe na ule, na ule mwelekeo wa ndani au nafsi ya ndani. Na nafsi ni mawazo, ndio maana ya nafsi, mawazo yanayoguide Actions. So your thoughts guide actions. Kujitambua kwenye eneo la kiroho ni kumtambua muumba na nguvu za uungu zilizo ndani ya mtu, hilo halipingiki. Kujitambua kwenye eneo la kiroho ni kuishi kwa kusudi halisi na la kipekee. Unajichorea kusudi lililo halisi na la kipekee. Wakati mtu anajitambua kiroho hupata mwanga wa kuelewa maisha, upendo wa kweli, na amani isiyotikisika. Ndio maana unakuta nchi zinazogubikwa na vita zimejaa watu wasiojitambua kiroho. Hawaoni maana ya amani, hawaoni thamani wanayoibeba wao kama watu. Ndio maana watu wenye hizo nchi za vurugu wako sana na mawazo ya kutoka nje ya nchi zao, ili kwenda kutengeneza maisha bora sehemu nyingine. Kwa nini? hawana ubuntu au ile amani ya kutoka ndani ambayo anaweza kugawa na watu wengine. Haya ni mambo ambayo ndiyo msingi wa maisha ya kiroho na maendeleo ya kweli ya binadamu. Ni mambo yanayohitajika sana katika ulimwengu wa sasa uj, uliojaa migogoro na mikanganyiko. Ulimwengu wetu umejaa migogoro na mkanganyiko mkubwa kwenye nyanja za kisiasa, nyanja za kiuchumi. Kwa hivyo tunahitaji sana utambuzi wa kiroho, tuwe na uwezo wa kuangalia ni nini tuna, tun, tu, tu, tu, tulicho nacho tukifanye ili kituletee faida. Kwa hivyo mtu aliyejitambua kiroho anakuwa na uwezo wa kujua asili yake, na anajua ni ngazi zipi zinazohitajika ili yeye yapande kiroho, na anajua umuhimu na anajua jinsi ya kutembea kufikia zile ngazi. Na kisha, katika Waafrika, mtazamo wako wa kiroho ni tofauti. Yaani, values zako ziko wapi? Ziko kwenye jamii wakati wengine au mitazamo ya kabila zingine values zao ziko kwenye uchumi pengine, lakini uchumi kwenye waafrika unatengenezwa na ubuntu, yaani watu wakiwa pamoja wanatengeneza amani, ile amani inaleta utajiri na ule utajiri unaleta mshikamano na utu. Kwa hivyo katika kumalizia hii mada nataka tu kukuambia tembea kiroho katika kusoma vitabu, tembea kiroho katika kuwajali watu wengine, na kuwa na maswali mengi ya kujiuliza mwenyewe, na kuwa unajitamkia maneno mazuri, sio kusubiri mtu mwengine akutamkie kwamba naenda kwa mchungaji aniombe, naenda kwa fulani anitabirie. No, unajitabiria wewe mwenyewe. Wakati unageuza taswira ya jinsi unavyojionaga wewe, unaanza kupanda ngazi za kiroho, na hizo ngazi ndizo zinazohitajika. Sio kuomba sana au kusubiri sana au kufunga maombi, na mfungo havisaidii. Kinachokusaidia wewe ni kutamka maneno na yale maneno uyatendee kazi na wewe uwe wa karibu na watu wengine katika kufanikisha mchakato mzima wa kujijua kiroho. Kumbuka, unapojitambua kiroho unatengeneza amani ya ndani. Ubarikiwe sana kututazama hadi mwisho wa hii mada. Tumeongelea mambo mengi sana, na pengine kuna mengine ambayo hatukugusia yanayohusiana na kiroho. Kumbuka, sikuangazia sana maswala ya dini, maana dini haiingiani sana na roho zetu. Dini ni taswira ya kisiasa inayotokana na watu tofauti tofauti. Kaa nasi kwenye chaneli hii, jiunge kwetu ili uendelee kupata mada zetu mpya zinazotokea kila wiki. Hii ni mada ya nne kwenye ile kurunzi ya maeneo ya kujitambua. Tunashukuru sana kwa kujiunga nasi. Tunashukuru sana kwa kutusikiliza na kukomenti na kushare video zetu. Ubarikiwe sana, asante, na tuendelee kujitambua.